Mwanamke mmoja nchini Thailand aliwashangaza wafanyakazi wa hekalu baada ya kuonekana kusogea akiwa ndani ya jeneza lake, licha ya kuletwa kama maiti kwa ajili ya kuchoma moto. Tukio hilo lilitokea katika hekalu la Wabudha lililopo katika jimbo la Nonthaburi pembezoni mwa Bangkok, ambako video ya tukio hilo ilichapishwa kwenye ukurasa wa Facebook wa hekalu hilo. Katika video hiyo mwanamke huyo anaonekana amelala ndani ya jeneza jeupe nyuma ya lori, kisha akasogeza mikono na kichwa kwa kiwango kidogo, hali iliyoacha wafanyakazi wakiwa katika mshangao. Meneja mkuu na msimamizi wa masuala ya fedha wa hekalu hilo alisema kwamba kaka wa mwanamke huyu mwenye umri wa miaka 65 alimsafirisha kutoka mkoa mmoja hadi ndani ya hekalu hilo kwa ajili ya mazishi ya kuchoma moto Pirant, alisimulia kuwa walipokuwa wakifanya maandalizi walisikia mlio ukitokea ndani ya jeneza, jambo lilowafanya washangae na kuamua kulifungua. Meneja huyo alisema kuwa walipofungua jeneza, wote walipigwa na butwa baada ya kumwona mwanamke huyo akifungua macho yake kwa muda mfupi na kugonga kando ya jeneza, ishara kwamba alikuwa akitaka msaada. Anadaiwa kuwa alikuwa akigonga kwa muda mrefu kabla ya kugunduliwa. Kwa mujibu wa kaka yake mwanamke huyo alikuwa amelazwa kitandani kwa takribani miaka miwili kutokana na maradhi yaliyodhofisha afya yake. Siku mbili kabla ya safari hiyo alionekana kuacha kupumua, hali iliyomfanya ndugu yake kudhani kuwa amefariki dunia. Baada ya kufikia hitimisho hilo alimweka ndani ya jeneza na kuanza safari ya takriban kilomita 500 kuelekea Bangkok ambako mwanamke huyo alikuwa ameonyesha nia ya kutoa viungo vyake ili kuwasaidia wagonjwa. Tukio hilo limezua mazungumzo mapana nchini Thailand kuhusu taratibu za uthibitishaji wa vifo pamoja na masuala ya utunzaji wa wagonjwa waliolala kitandani kwa muda mrefu. Hadi sasa, mamlaka za afya bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu hali ya sasa ya mwanamke huyo baada ya kuokolewa.